Ya, karibu tena katika kipindi chetu cha ndani ya michezo, kipindi ambacho kina kukuna, kuna, kuna kujia kila wiki kikiletwa kwenu na Dimbani Konekti, ambao ni sehemu ya taasisi ya habari ya The Chanzo. Kuletea kipindi hiki ni mimi Angetile Osiah. Kumekuwa na mijadala mingi wiki hii hasa baada ya uh, ofisa habari wa Yanga alikamwe kuwekwa ndani kule mjini Tabora, kutokana na kutoa maneno ambayo haya si ya ustaarabu kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha. Mjadala umekuwa mkubwa na wengi wakimlaumu Paul Chacha kwa kuchukua kutokana kwa na mamlaka zake, aa, kuamua kumwita kamwe usiku saa saba kumhoji kuhusiana na kauli zake kwamba mechi ile ya Yanga na Tabora United itamfanya achache. Uh, uh, wengi wamechukua suala hilo, na wengine wanamtetea Kamwe, wengine wanamlaumu uh, Mheshimiwa Chacha kwamba hakufanya kitu sahihi, lakini nimeona niliangalia suala hili katika jicho tofauti, kwa sababu haya mambo yanazidi. Wakuu wa mikoa wengi wamekuwa uh, wakishiriki katika kuhamasisha, wana nia njema wanataka kuhamasisha uh, klabu ambazo ziko ndani ya mkoa wao zipate matokeo mazuri wakati zinapopambana na timu kubwa kama Yanga na Simba au Azam. Kwa hiyo wanakuwa wanaahidi hela nyingi uh, kwa zile timu ili zikishinda zipate hizo hela kama hamasa uh, imetokea Dodoma ambako uh, sio mkuu wa mkoa lakini ni waziri uh, ambaye alitoa ahadi uh, kwa timu ya Dodoma jiji wakati inacheza na Simba mwaka jana. Uh, inatokea hivyo mara nyingi, nyingi. Uh, kwa timu kama ya Pamba wakati inawania kurudi Ligi Kuu ikahamasishwa ipate matokeo mazuri, na mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda akatoa ahadi kwamba ikifanikiwa, iki itapata ita kiasi, nadhani shilingi milioni kumi. Hivi vitu vina kwe, vimekwepo kila mara, na pia ilitokea sakata la mweka, a, a, ofisa habari wa Simba kuingia katika mzozo na mkuu wa mkoa wa Mwanza Bwana Saidi Mtanda. Kwa hivyo vitu vinaendelea kukua, lakini ukiangalia unaona kwa nini wakuu wa mikoa wanawekeza nguvu sana kwenye klabu ambazo ziko madaraja ya juu aa, kulikoni kuwekeza nguvu katika maendeleo ya michezo kwenye mikoa yao? Unaona, kwa hiyo ukiangalia <coughs> unaona kwamba pesa ya serikali ama pesa ambayo mkuu wa mkoa anaweza kuikusanya kutoka kwa wadau mbalimbali wa michezo aa, inatumika kwa jinsi ambavyo haisaidii kukuza maendeleo ya michezo kwenye ule mkoa eh? Mkuu wa mkoa anaahidi kutoa milioni hamsini ili timu yake au milioni sitini ili timu ya mkoa huo ipate ushindi dhidi ya timu ambayo ni kubwa kama Simba na Yanga, lakini ukiangalia kwenye ule mkoa, unaona kwamba angalau programu tu ya kufundisha waamuzi tuseme labda waamuzi, tuseme, labda makocha tuseme makocha labda kozi iwe ya grassroots kozi ya coaches labda iwe ya watu ishirini, haifiki hata milioni kumi. Ufanye ya waamuzi kozi ya awali kabisa, haifiki hata milioni kumi, angalau kwa mkoa tu ambao najua, kwa kozi zile hazihusishi zaidi ya watu thelathini, na zile kozi hazihusishi, hazi, haziwezi kuwa na gharama kubwa zaidi ya, ya, ya milioni hata kumi, sasa kwa nini hawa wakuu wa mikoa wasiwekeze nguvu katika kuendeleza maendeleo ya michezo kwenye mikoa yao, badala yake wanaweka kwenye klabu ambayo iko premier league? Nasema hivyo wasiwekeze kwenye premier league, kwa sababu na sababu zangu, klabu ya premier league au championship au first division au first league tunaita hapa, zile ni klabu ambazo ni wachezaji ambao ni complete, wachezaji ambao wachezaji ambao ni ready made ni wachezaji ambao wameshapitia kwenye development stages, sasa hivi wako tayari kwa mashindano. Hawaendelezwi. Mkoa hawezi kufanya lolote kuwaendeleza. Mkoa hawezi kufanya lolote kufidia kile wanachokitumia uwanjani, kwa sababu kwanza wanasaini mikataba minono. Sign on fee peke yake inaweza kuanzia kwenye milioni kumi mpaka ishirini kwa mchezaji mmoja. Sign on fee peke yake lakini mshahara unaweza kuwa kuanzia milioni moja mpaka milioni, milioni arobaini sasa hivi kuna wachezaji wanafikia milioni arobaini. Eh? Bado kuna bonus, bado kuna posho za kila mechi, posho za safari, posho za kila mechi th hawalipi, uh, hawatumii hata senti yao moja katika kushiriki uh, ligi ile. Leo unaenda kuongezea uh, bonus ya milioni sitini kama wakishinda ile mechi, lakini kwenye mkoa wako unahitaji angalau milioni thelathini tu uweze kuendesha kozi mbali mbalimbali za makocha waamuzi, administrators, watu wa medicine na, na watu wa IT. Mkoa unakosa mkoa hauna ligi kubwa ambayo inafuatiliwa na watu eh? Sasa hivi hata mabingwa wa mkoa kuwajua ni shida, hujui bingwa wa mkoa wa Dar es Salaam sasa hivi ni nani? Bingwa wa wilaya ya Temeke ni nani? Bingwa wa mkoa wa Morogoro ni nani? Kwa sababu zile ligi zimepoteza umaarufu. Kwa nini? Ni kwa sababu hazina pesa za kuendesha, vyama vya soka vya mikoa hazina pesa za kutosha za kuendesha mashindano yenye ushindani ya kupata bingwa wa mkoa, hazina pesa za kutosha za kutangaza ligi zake, ili sponsors waje waingize wa, wa pesa kwenye hizo ligi. Sasa kwa nini tusiwekeze pesa katika mikoa milioni hamsini, milioni sitini, milioni mia? Tusiwekeze pesa katika maendeleo ya soka ya eneo lako wakati tuna uwezo wa kuzipata hizo hela eh? Ni, ni vizuri sana viongozi wa mikoa, kwa sababu wenyewe sio viongozi wa kuchaguliwa, ni viongozi wa kuteuliwa na rais, hawahitaji kura za wananchi kukubalika kwenye eneo ambalo wanalitumikia wana taifa wenyewe. Wanachohitaji ni, ni, ni wananchi walio chini wa himaya yao wapate maendeleo ya, ya eneo wanalolitaka, kama ni eneo la michezo, kama ni eneo la utamaduni, kama ni eneo la kiuchumi, kama ni eneo la wapi, kwa nini hawa viongozi wasiwekeze nguvu huko wakawekeza nguvu kwenye kutafuta umaarufu? Manake kuisaidia pamba ishinde dhidi ya Simba ni kutafuta umaarufu na sio kutafuta maendeleo ya soka ya ule mkoa, kwa sababu maendeleo hayaletwi na wachezaji ambao ni complete. Wachezaji ambao ni ready made, yanaletwa na wachezaji ambao wako kwenye development stages, kwamba tuna timu za vijana, tuna timu za watoto, tuna makocha wazuri, tuna waamuzi bora, tuna administrators bora. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaacha kama viongozi tukaacha kufanya kazi kwa kutafuta umaarufu, bali tufanye kazi kwa kutafuta maendeleo ya wananchi kulingana na nyanja ambayo wanaitaka, kwamba tunataka mkoa wa Morogoro urudi kwenye enzi zake za kutoa mastaa wale wakina Huseni Ngurungu, wakina za moyoni Mogela, wakina nani, kwa sababu labda kulikuwa na programu za maendeleo, za, za maendeleo ya michezo kwenye mikoa yao wakati wa enzi za Kigoma kitoa kama kina Sande Manara kina wachezaji wengine wengi, wametoka Kigoma, tabora pale chipukizi Tabora, Mbeya kule uh, Tukuu Stars ambako wachezaji wengi watukuu walizalishwa wali wakaenda kuchezea Tukuu Stars kule Songea na sehemu nyingine kama alivyokuwa anafanya Mheshimiwa Gama ambaye kila mkoa alienda aliacha alama kwa sababu gani? Kila mkoa alienda, alifanya jitihada kuhakikisha miundombinu ya michezo inajengwa. Ametoka Songea, amejenga uwanja wa, wa, wa Songea pale, ameenda Mbeya, amejenga uwanja, ameenda Tabora, amejenga uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Anaacha alama ya maendeleo ya michezo kwenye ule mkoa. Tunaangaika na klabu ambazo hatuzilipii chochote, hatulipii makocha wao, hatulipii mishahara yao hatulipii posho zao, hatulipi bonasi zao, tunawekea donge nono. Yani tuna, tunaungana na ile kauli kwamba mito yenye maji machache inapeleka maji kwenye ambayo ina maji mengi. Hiyo tuachane na hiyo, tuachane nahiyo fasafa kwenye falsafa ambayo itasaidia wananchi. Falsafa ni kuhakikisha tunasaidia vyama vya soka vya mikoa au vyama vya michezo vya mikoa, ili vizalishe wanamichezo bora badala ya kuwezesha badala ya kuweka donge nono kwa timu ambazo tayari wachezaji wake wana mikataba ya minono, wana posho, wana mishahara, wana bonuses. Tuna mikoa kama Manyara, Arusha, Singida ambayo ilikuwa inatoa wanariadha wa mbio ndefu wengi kabisa wazuri, akina Gidamis Shahanga kina wote walikuwa wanatoka hiyo mikoa, kina Filbert Bayi hiyo kina nani walikuwa wanatoka hiyo mikoa na, na hawa ndio waliletea sifa taifa, kwa sababu waliendelezwa kule walikotokea. Bayi alikuwa anacheza futbol lakini pia anakimbia akiwa Air Wing ya Arusha. Lakini tuna wa, wa, wa, wa, wana michezo wengi wanariadha wa mbio fupi kutoka miko, mikoa kama Mara eh? ambayo ina ma, ina majitu mabunge ma, ma tuna mikoa kama Shinyanga ambayo ina watu ambao wanaweza kushiriki kwenye sprinting kwenye mbio fupi. Hawa ndio ambao tunatakiwa tuwekeze fedha ili wakuzwe kimichezo waje waliletee taifa, waliletee taifa sifa na si kung'ang'ania kujihusisha na, na sifa ambazo tayari zipo kwa mfano kwa nini usiweke pesa nyingi wakati Pamba inacheza na Dodoma Jiji? Kwa nini usiweke pesa nyingi kwamba Pamba lazima ishinde, sababu Pamba iko kwenye hali mbaya katika msimamo wa ligi? Kwa nini usiweke pesa 10 milioni katika kila mechi ili ile Pamba ibakie Ligi Kuu? Ni kwa sababu mechi ya Pamba na Dodoma Jiji au mechi ya Pamba na KMC haina mvuto ule ambao utampatia mwanasiasa sifa. Kwa hiyo ni vizuri sasa, badala ya kutafuta hizo sifa, tutafuta sifa ambazo zinaweza kuacha alama kwamba nikiweka ni milioni hamsini kwenye programu za maendeleo ya michezo ya mkoa, nitakuwa na uhakika kwamba chama cha riadha kitaendesha mashindano ya mkoa na chama cha mpira wa miguu kitaendesha mashindano ya, ya mkoa chama cha basketball kitaendesha mashindano ya mkoa au kitatuma timu yake kwenye mashindano ya taifa na, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata mashindano ya taifa ya basketball ya ya ya netball ya ya volleyball ya, <coughs> ya, mpira wa mikono na michezo mingine yatakuwa na uhai, kwa sababu tayari viongozi wa serikali wa mikoa wa, wamewekeza wamewekeza ngu, wamewekeza nguvu katika uendeshaji wa vyama vya michezo vya mikoa na si kuwekeza nguvu katika vyama ambavyo vitawapatia sifa. Ningeelewa sana kama hivyo vingekuwa vinafanywa na wabunge, kwa sababu wabunge ni watu wa kuchaguliwa, wanatafuta umaarufu, wanatafuta, wanatafuta kura kwa nguvu zote. Kwa hiyo wakiwekeza nguvu kwenye timu ambayo wanaona itawasaidia kuwapa mileji ni sokee, lakini sio kwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya wewe, una jukumu la maendeleo ya mkoa maendeleo kwa mkoa mzima, na wewe ni mwakilishi wa rais pale kwenye mkoa. Ina maana kama timu inatoka Mwanza inakuja Tabora, wewe ndiye msimamizi wao wa usalama wao pale Tabora. Ukiwa umesha side na upande mmoja, moja kwa moja unapoteza ule uaminifu ambao watu watasema kwamba bwana, tuna, tuna usalama tukienda Tabora. Na ndio maana Simba walimlalamikia ulilam, Uh, Saidi Mtanda kwamba ndiye aliyesababisha uh, kocha wao msaidizi Selemani Matola akamatwe nini kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa, lakini amekuwa akihusishwa na ushabiki wa Yanga na anatoka waziwazi, anasema yeye ni shabiki wa Yanga na anahusika kwenye programu za, maendeleo, za kufanikisha Yanga, lakini angekuwa anahusika kwenye maendeleo ya, ya michezo ya mkoa asingepata hizo tuma, na ndio maana Ahmed yale afisa habari wa, wa Simba alikuwa na ujasiri wa kumrushia maneno kwa kadri alivyostahili, kwa maana ya kwamba kwa maana ya kwamba kulingana na zile tuma zilizokuwepo, kwamba ametuma watu pale kuwafanyia fujo Simba kufanya mazoezi kabla ya, ya mechi siku inayofuata. Kwa hiyo ushauri wangu ulikuwa ni huo kwamba bana hebu tujitahidi viongozi wa mikoa, hebu tuwekeze nguvu katika maendeleo ya michezo ya eneo letu badala ya kuwekeza nguvu kwenye maeneo ya kututafutia umaarufu. Umaarufu kwa mtu ambao ni mteule hauna maana yoyote, lakini una maana tu pale unapogusa maendeleo na maisha ya, ya, ya, ya watu. Lakini kitu cha pili nichotaka kusema ni hiyo shughuli ya awa ni viongozi wa michezo wa mikoa kwa maana ya, kwa mfano, viongozi wa mikoa wamekuwa wanaona ufahari sana kupigania timu ambayo iko kwenye madaraja ya juu kwamba hii timu iko Premier League, kwa hiyo hii ni timu yetu. Wanasahau shughuli zao zote za maendeleo ya mkoa, wanawekeza nguvu kwenye kwenye hiyo timu ambayo inashiriki ina, ina ligi kuu. Hiyo sio kazi ya chama cha mkoa. Chama cha mkoa kazi yake ni kuhakikisha kina ki kinaendesha mashindano yake ya mkoa kwa ubora ambao utavutia sponsors na investors waje waweke hela kwenye kwenye hayo mashindano. Kinaendesha, kinahakikisha wilaya zinaendesha kozi za awali za ukocha za uamuzi za administrators za watu wa medicine na watu wengine wote katika idara zote za mpira wa miguu ili kiwe kina watu bora wanaosimamia na kuendesha mpira kuanzia kwenye ngazi ya wilaya mpaka kwenye ngazi ya mkoa. Wale ambao timu zao ziko Ligi Kuu, hao hawako mikononi mwao au tena hawa, au, au ni kwa sababu tayari ni complete na redmed players ambao wako tayari kwa mashindano. Huwalipi mshahara, huwalipi posho, huwalipi bonus, huwalipi ni... kwa nini usumbuke nao? Sumbuka na wale ambao wako chini yako, kwa maana ya kwamba wako kwenye wako kwenye development process na sio redmed Players, au complete players. Kwa hiyo, mashindano ya wilaya, kwa mfano Dar es Salaam, zamani tulikuwa tunaenda kuangalia ligi ya wilaya ya Temeke kule Tandika Mabatini na baadaye tuka tunaenda ku, kuangalia pale bandari, lakini siku hizi hauna huo mvuto wa watu kwenda kuangalia mashindano yale, kwa sababu vyama haviko bize na shughuli zake, viko bize na Simba na Yanga au, au Azam, haviko bize na shughuli zake na unashangaa mpaka chama cha mkoa, chama cha soka cha mkoa wa Dar iko bize na mashindano ya Ndondo Cup ambao sio mashindano yake eh? Sasa tutafika wapi kama tutakuwa tuna viongozi wa mikoa ambao hawajui wajibu wao wa wajibu wao wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa katika maendeleo ya michezo, badala yake wako bize na mashindano yanayotangazwa sana yanaowapa umaarufu yanaowapa uh, labda posho au allowances na nini. Kwa hiyo mashindano ya wilaya yamepoteza umaarufu kabisa, mashindano mikoa, ya mkoa yamepoteza umaarufu kabisa. Ni kwa sababu viongozi wa mikoa wameona, wameona ni afadhali wajiegemeze waji kwenye klabu zinazofanya vizuri kwenye ligi za madaraja ya juu badala ya kujishughulisha na shughuli zao za msingi za maendeleo katika mikoa na wilaya leo hii hata bingwa mkoa wa Daressalam hatujui ngaji Daressalam ni kanda, lakini hatujui. Zamani ulikuwa unajua kwamba atakuwa labda Tambaza, atakuwa labda Sigara, atakuwa labda Cosmo, atakuwa labda Ashanti ama na, unajua ukienda Tabora unajua kama sio Reli Tabora basi atakuwa Tindo, kama sio Tindo labda atakuwa NMC ama nani, yaani yani ni mabingwa anajulikana kama, pamba kama Mwanza ni Pamba, ama pale kukuwa na klabu nyingi Mwanza kama Kagera unajua kabisa kama, kama Mbea unajua ama ni tukustazi ama ni kurugenzi ama ni nani yani unajua. Kwa sababu gani? Mashinani walikuwa na mvuto, vyama vilikuwa viko bize na shughuli za, za maendeleo ya, ya michezo kwenye mikoa ya, yao. Sasa hivi hakuna, kwa hiyo kila mtu kaelekeza macho kwenye ligi kuu, na ligi kuu almost 40% au 45% ni wachezaji wageni wanaotoka nje, wameendelezwa huko kwenye nchi zao huko. Sisi tunashabikia tunaona kwamba haya ndio maendeleo. Sio maendeleo, ni lazima turudi kwenye meza, tupange upya, tunataka tufanye nini, na shirikisho la soka Tanzania lazima liwa nani, liwaitishe viongozi wake. Ule mkutano mkuu wa shirikisho la soka Tanzania una kipengele cha taarifa za maendeleo ya, ya, ya wanachama wake. Zile taarifa za maendeleo zinafanyiwa kazi? Zile taarifa za maendeleo zinapelekwa, zinawasilishwa? Zile taarifa za maendeleo zinahusu nini? Je, zinahusu zinahusu maendeleo ya, ya, ya mkoa au ni by the way tu kwamba ili mradi ili mradi mkoa umeleta basi, ili mradi chama cha madaktari kimeleta basi? Hizi ni taarifa muhimu sana, zinatakiwa zifanyiwe kazi ili kujua Uh, tumefikia wapi katika ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na kitaifa. Kwa hiyo hawa viongozi kwa sababu wako bize na, na klabu za ligi kuu, ndiyo maana wanakuta wanawashawishi wana, wana hata viongozi wa serikali waingie huko, badala ya kuwashawishi kuwaambia kwamba bwana, kwenye mkoa wetu tuna programu hizi na hizi na hizi, tukipata 70 milioni kwa mwaka tutafanikiwa sana na huu mkoa utapata maendeleo makubwa sana ya, ya michezo, lakini wako bize na viongozi wa serikali kutaka Pamba ifanye vizuri kutaka Tabora United ifanye vizuri kutaka, kutaka Dodoma Jiji ifanye vizuri, au vipi hivi? Ingekuwa ni kwa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa angesema na yeye awekeze nguvu, nguvu kwenye klabu zake, ingekuwaja hapa? Maanake ana, ana Simba ana Yanga ana Azam ana KMC ingekuwaje? maanake ingekuwa hapa ni vurugu. Kila klabu ikija inakuta KMC kaikiwa milioni sitini, klabu nyingine ikija nakuta Azam kaikiwa milioni sitini, nyingine ikija nakuta Yanga kaikiwa milioni sitini, nyingine ikija inakuta Simba kaikiwa milioni sitini. Ingekuwaje? Ni vizuri sasa viongozi wa serikali na viongozi wa soka wa mikoa wakaanza kujiuliza, wako kwenye njia sahihi? Kama wako kwenye njia sahihi, ni wakati kurudi chini, kukaa, kuangalia hii mizozo ya kina alikamwe na mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha au Ahmed Ali, na mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda haisingekuwepo kabisa kama viongozi wangekuwa busy kwenye maendeleo ya soka ya mikoa yao. Na huo ndio mchango wa serikali kwamba tunataka tuwe busy tuendeleze michezo kwenye maeneo yetu na sio kuwa dhidi ya Simba au dhidi ya Yanga. Kwa hiyo mambo kama haya utazidi kuyapata, bado tunaendelea kuangalia kwa jinsi gani serikali inachangia maendeleo ya mpira au maendeleo ya michezo kwa ujumla, ni na, na njia, njia gani zinatakiwa zifanyike, ili mamilioni ya pesa yanayokusanywa yasaidie yawe na ufanisi katika maendeleo ya michezo. Endelea kuangalia vipindi vingine vya Dimbani Konekti, ambao ni sehemu ni ya taasisi ya habari ya The Chanzo. Mimi ni Angetile Osiah, endelea kuwa nami.